Umefika mahali umekwama kiuchumi, umekwama kifedha, umekwama biashara, imekwama karama, imekwama huduma, imekwama maisha yako yamekwama, ndoa imekwama. Ninakuona jinsi ambavyo mwaka wa elfu mbili na sita kuna maendeleo makubwa ya kila namna kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache waseme amina hapa. Kama ningeulizwa nataka kukwambia nini, ningekwambia keep going Ngoja, nikuambie keep going kwenye masuala yote. Ndoto unazo, maono unayo, uweza unao, mamlaka unayo, nafasi unayo, Mungu wa kutenda yupo, sababu ya kukutendea ipo, tatizo lako umekaa kama nukta. Just keep going. Just keep going. Kama huwezi kuruka, basi kimbia kama huwezi kukimbia basi tembea, na kama huwezi kutembea basi tambaa. Lakini kwa vyovyote vile, hakikisha kwenye maisha yako kuna mwendo. Hakikisha kuna kitu kinachokusukuma kuendelea mbele. Uwezo unao, nafasi unayo, Mungu yupo, baraka zake zipo, lakini ni mpaka uchukue hatua.